Wadada senta kwa majina naitwa Page. Ninaposikia kazi za ndani, ni kazi ambazo <laughs> ni zile ambazo zinanizunguka kwa mazingira yale ya ndani kama kuna kufua, kuna kupiga deki, kuna kupiga pasi, kuna kupika, kuna kuangalia watoto, kuchukua watoto sijui shuleni kufanya vipi hivyo. Dada Page anasema kumchukua mtoto shule, kufua, kupika, kufanya usafi. Nani mwingine ana wazo tofauti? Ivet, usafi wa nini? Ufanya usafi wa nyumba okay nyumb yeah? naomba uh, mnavyoongea ni Kiswahili yani, mm, eh, yani mm, mseme ukisema usafi wa nyumba upi? madirisha, milango, pavement, ukuta unaoshaosha kuku kidogo, nini tuambie vizuri. Yani? Kazi za ndani kama kudeki ndani, kufuta vumbi, milango zote zinanihusu mimi. Mazingira tu, kazi zote zi zina, ambazo zinazunguka zinazunguka tu mazingira mule ndani, kufua kupiga pasi yeah. Ndio kazi za mwanamke. Ah, kwenye platformu yangu hiyo sio kazi za mwanamke, hakuna kazi oh, okay. za mwanamke. Kazi za mwanamke ni kubeba mimba tu, kwa sababu mwanaume hawezi kubeba mimba, ila kusafisha, mimba sio sahihi, ila kusafisha, na mtaalamu kutoka wizara ya afya hapa nitaomba ili aliongelee, kwa sababu kuna changamoto kubwa sana ya tunaita uh, neno linanitoka, haya mambo ya, ya majukumu haya yanaitwaje jina la kitaalamu? Stereotype. Thank thank you very much. Thank you very very much much, kwa hiyo hicho kitu itabidi tukiweke kwa sababu pia inaletaga shida. Wadada wanapofika kazini, anakutana na bosi anamwambia, nenda chumbani kwangu fanya usafi, tandika, fanya kila kitu. Oh, hizo ni kazi za mke. Gender role. Ah, ah, jamani, kwenye platform hii ya Wadada Center ambayo iko chini ya Superwoman, mwanaharakati wa masuala ya haki za wanawake, si ndio eh? Hatuna hizi ni kazi za kike na hizi ni kazi za kiume zile ambazo Mungu alitutofautisha tu ndio zitabaki. Hizi ni za mwanaume, yeye ndio anatoa mbegu. Mwanamke huwezi kutoa mbegu za kupata mtoto, hizo ndio kazi za kiume. Kazi za kike, mwanamke anabeba, ana tumbo la uzazi na shughuli yake inaeleweka. Hizi za kudeki, kusafisha, kutandika ku, wanaume siku hizi mnaona wanapika, lakini wanapika kwenye nini kwenye nini? Maokoto. Kwa hiyo sio kwamba wanaume walikuwa hawajui kupika, hataki hawataki kupika, ila penye maokoto wanafanyaje? Wanapika, wanapika. Kwa hiyo hata masuala ya housekeeping, hizo kazi za usafi, wako wanaume wanajua kunyoosha, shughuli za usafi vizuri sana, lakini bado wanafanya kwenye nini? Maokoto. Wanawake ndio mmebaki mnafanya zile za bure, na mnasema hizo ndio kazi za kike za bure. Hapana. Kwa hiyo nitaka nitoe huo ufafanuzi kidogo. Anasema ulimi uliteleza. Ah, ngoja basi. Ngoja pia pia niwasaidie jamani pia sisi tuna mradi unaitwa hapa piga kazi pep. Huo mradi tunatoa vijana wa kiume kufanya kazi za ndani tumeelewa. E, una, unaitwa pep piga kazi. Kwa hiyo sio kama hatuna tunao wa vijana wa kiume ambao wako kazini ila sio wengi. tumesikia Msiojua hata mabosi wetu wengi wakipiga simu, tunawaambia tunao vijana wa kiume pia, wanapika, wanafua, wanafanya kazi zote kama kawaida za ndani. Sawa jamani, mmeelewa jamani? Eh, msingizie msi hizi sumu we, kichwani zikae. Kazi yetu si kubwa, ni kuondoa sumu tulizojazwa kutokana na mila zetu kwa muda mrefu, ili tutengeneze kizazi chanya. Sasa si ndio jamani? Haya, eh? Tuendelee kazi za ndani. Wadada Center Napenda kuchangia mada inayozungumzia kwamba kazi za ndani ni zipi. Kazi za ndani ni mapishi, usafi na malezi. Pia ameweka yote kwa pamoja: mapishi, usafi na ule malezi mwingine. Kazi za ndani usafi binafsi, yani umfanyie bosi usafi binafsi, bado ni kazi za ndani maana yuko kwenye usafi. Iveta usafi, usafi unaozungumziaje? No, karibu dada. Wadada senta, uh, mi siko tofauti sana na wenzangu waliopita. Chengee mada inayosema kazi za ndani ni zipi. Kazi za ndani ni kazi zote zinazohusu masuala ya ndani ya nyumba: usafi, kupiga deki, kuosha vyombo, kufua, kupasi. Tunavyozungumzia usafi ni usafi wote wa nyumba, kuanzia juu mpaka chini, unaondoa buibui juu, futa vumbi madirisha, piga deki. Hizo ndo usafi wa ndani ndivyo ninavyoelewa mimi kazi za ndani santeni. Nani mwingine anaacha kuongezea? Nataka ongee tena. Oh, sorry, eh.